Baraza letu imefanya mambo mengi makubwa. Ma ukiangalia okay, bango nyuma yangu hapa ni ni ishara kwamba tumefanya miradi mikubwa, miradi ya maendeleo, miradi ya kimkakati ambayo imepeleka halmashauri yetu mbele. Kwa hiyo kwa namna ya kipekee ni niwapongeze washirika wa diwani na tunashukuru sana kwa kazi kubwa tuliyofanya pamoja ndani mia ya miaka hii minne ya baraza la madiwani la 25 katika halmashauri yetu ya jiji la Arusha. Tusipomshukuru Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa aliyofanya katika jiji letu. Miradi yo yote hii ya maendeleo ni kazi kubwa ambayo amefanya Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa hivyo kwa kipekee mimi kama mwenyekiti wenu ninamshukuru mno. <tipi> Lakini pia nizidi kumshukuru mkuu wetu wa mkoa, Mheshimiwa Paul Christian Makonda, naye amekuwa chatu kubwa ya maendeleo katika jiji letu la Arusha. Amekuwa mstari wa mbele kwa kuleta events mbalimbali katika jiji letu la Arusha. Namshukuru sana ni- namshukuru pia naiumea Abraham Joseph nakushukuru mno kwa kazi kubwa ambayo tumefanya wote kwa pamoja kwa miaka hii miwili, bila hey kumsahau naibu meya Madam Veronica Mwelangi. Nakushukuru sana kwa sababu tumeipeleka kwa yeah baraza mbele vizuri, lakini ni washukuru wenye viti wote wa kamati ambao wameongoza kamati mbalimbali kwa miaka yote minne iliyopita. Ninajua ni alikuwa mwenyekiti wa kamati ya uchumi Mheshimiwa Doita, na wengine wote walioshiriki kwenye kamati mbalimbali niwashukuru sana, lakini ni washukuru wajumbe wote wa kamati ya fedha ambao kwa nyakati tofauti tofauti tofauti wamekuwa kwenye kamati hiyo, umekuwa msaada mkubwa sana kwenye ofisi ya meya na kwa moyo wa dhati kabisa ninawashukuru. Lakini kamati ya mipango miji, mazingira na ujenzi, na nyinyi niwashukuru sana, kamati yenu imefanya kazi kubwa. Kamati ya elimu, uchumi na afya hali kadhalika, kamati ya kudhibiti UKIMWI, kamati ya maadili, kila mtu kwenye nafasi yake amefanya kazi kubwa sana. Niseme Mungu awabariki sana kwa namna kipeke, ya kipekee nimshukuru mkurugenzi wetu wa halmashauri ya jiji la Arusha Bwana John Lipes Kayombo ambaye yuko nje ya nchi amekuwa msaada mkubwa kwa halmashauri yetu, na amekuwa mtu mungwana, mtu anayependa watu, mtu anayejali watu. Mungu ambariki sana. Kaimu mkurugenzi, nawe ni kushukuru sana kwa sababu pia umeikaimu nafasi na ume kwa muda mrefu, na umekuwa ni msaada mkubwa sana kwa jiji letu la Arusha. Ni washukuru pia wafanyakazi wote wa halmashauri ya jiji la Arusha wakiongozwa na wakuu wao wa idara, mwanasheria mwalimu wa elimu msingi, elimu sekondari, mchumi, bwana aliopokiwa kwenye mazingira, lakini madam Dorothy kwenye mipango miji na viongozi wote wa idara niseme asanteni sana kwa kazi kubwa mnayofanya, bila kumsahau afisa utumishi wetu madam Debra, huko vizuri sana lakini. Kwa namna ya kipekee pia nimshukuru mkuu wetu wa wilaya, Mheshimiwa Joseph Modest Mkude, na wakuu wa wilaya wengine waliotanguliwa kwa kipindi chetu hiki cha miaka uh, minne au, au mitano iliyopita. Wote wamefanya kazi kubwa sana. Madiwani wenzangu wote kwa pamoja, Mungu awabariki sana.